Bwana, maafa mengine ambayo yametokea kipindi hiki cha mvua ambazo zinanyesha hapa Dar es Salaam ni kwa mfano, kuna hii inshu hapa, ambapo tumekutana na hii habari ambayo inaonyesha eh, sakata zima la huko Bonyokwa jijini Dar es Salaam ni kwamba daraja limekatika. Kwa hiyo wakazi wa Bonyokwa wanapitia changamoto nzito kwelikweli kubwa ya usafiri kutokana na daraja hilo kukatika. Habari kulingana na Mwananchi walivyotangaza, wameandika kwamba wakazi wa Bonyokwa jijini Dar es Salaam wanakabiliwa na changamoto ya usafiri baada ya daraja linalounganisha Bonyokwa na Kinyerezi kukatika kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha jijini Dar es Salaam. Hali hiyo imeathiri shughuli za kila siku, ikiwa ni pamoja na wanafunzi kushindwa kwenda shule na kufanya kazi, na wafanyakazi kuchelewa makazini kwao. Mkazi wa Bonyokwa Sara Filimoni amesema kwamba kutokana na daraja hilo, kutokana na kuharibika kwa daraja hilo kumeathiri maisha yao, kwani wanashindwa kuvuka kwenda kwenye shughuli zao za kila siku. Huyo Sara amesikika akizungumza kwamba Sijaenda kazini leo kwa sababu daraja limekatika. Sio mimi pekee, hata wanafunzi pia wameshindwa kuenda mashuleni, wengine wanalazimika kupelekwa na wazazi wao kwa kutumia njia zingine za kuzunguka. Tunaomba serikali isaidie kurudisha hali ya kawaida, kwa, kwa kuwa wanateseka. Lakini pia vilevile unaambiwa kwamba wakazi wa bonyo, mkazi wa Bonyokwa mwingine kisiwani huko ambaye anafahamika kwa jina la Samaduni Mlimbwa amesema kuwa walishatoa ushauri eh, kwa wakandarasi kabla ya kujengwa kwa daraja hilo la, kujengwa kwa daraja hilo la muda, lakini ushauri huo haukuzingatiwa. Umeona bwana. Kwa hiyo pia vile vile wameongeza kwa wame, wameongeza kuwa wao wananchi wana, wanapenda maendeleo, lakini kuondolewa kwa daraja la awali na kuwekwa daraja la muda katika kipindi cha masika haikuwa uamuzi sahihi, naona bwana, kwa sababu wenyewe wanasema kwamba tulieleza, tuli kwamba daraja la muda waliloliweka halitaweza kusaidia, kwa sababu maji yanapita kwa wingi na njia walioiweka ni ndogo. Pia vilevile vile, mvua mara nyingi sana huja na takataka taka kama miti na majani, lakini hawakusikiliza na sasa hali ndiyo hii. Alizungumza Halisungu, hivyo bwana mmoja huko Bonyokwa anaitwa Mlimbwa. So, ukiwa kama mdao, weka maoni yako katika comment section. Vipi hali hii ya mvua ambao zinaendelea hapa jijini Dar es Salaam, kwa upande wako hali iko vipi? Je, e, kuna madhara, madhara yoyote au athari zozote ambazo Hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.